Kikosi cha Simba kama msimamizi wa mirathi. Habadilishwi hovyo. Kusema mechi nane mfululizo zimechezwa katika utaratibu gani? Ni utaratibu ule ule wa kisayansi ya mpira unaotaka saa mbili ucheze mechi. Lakini timu yoyote inayocheza mechi nyingi ni ile ambayo inashindana vizuri kwenye mashindano. Mfano Simba wangekuwa wametolewa group stage, sijui kama hii mechi wangesema wamecheza mfululizo. Lakini dhana ya mfululizo katika eneo gani? Nikasema kikosi cha Simba kama msimamizi wa mirathi habadilishwi ovyo. Wao wamesajili wachezaji zaidi ya ishirini wako pale kwenye timu. Tafsiri yake unapokuwa unasajili wachezaji, unasajili wachezaji wanaokupa muunganisho kwenye timu juu ya position, wenye uwezo wa kucheza, wenye uwezo wa kushindana, ili mfanye hicho kitu mnachoita rotation, kubadilishana ili msipate kuchoka. Sasa Simba akishabadilishana tu, ndio unagundua kumbe kikosi chao hiki kama msimamizi wa mirathi, ukibadilisha ovyo, mtagombana. Ndugu wote utasema anakula hela peke yake. Mpaka yule ambaye kachaguliwa na mahakama kwa nini? Jana walijaribu kufanya hiyo rotation. Umeona kilichotokea? alikuepo kijili no, alikuwa nani huyu kiduchu kadhalika, kaenda na Valentino Noma. Tumeona kwenye team e, safu mbele pale, kaanza kibu, kawekwa kando mpanzu e, ushambuliaji alikuwa mkwala, lakini angalia team namna ilivyo drop. Sasa kikosi ni kama msimamizi wa mirathi habadilishwi hovyo. Sasa nani awa, awa na wa kumlaumu ni hawa hawa wanaosajili wachezaji wasio wiana viwango unasajili wachezaji hawana ubora unaofanana, sio kwamba walizidiwa na Singida, kwa sio walizidiwa. Una timu nzuri Singida, nao bora wamebadilisha wachezaji wengi. Jana ndio tumemwona kacheza, eh, bwana mdogo huyu, nani huyu eh, bwana mdogo yule, nani kidogo, beki yule nani, umemsahau yeah. kidogo nani Gadriel Michael, tumemwacha kwa sababu Gadriel atakumuona akacheza labda mdogo mwingine nani alikuwa kati mjani ile kacheza, wamebadilisha nao rotation wamefanya. Sasa wewe ukitengeneza timu ambayo kama msimamizi wa mirathi habadilishwi hovyo, ndio malalamiko yanakuwa. Hii sio lugha ya mpira inaongelewa, na bahati mbaya tuko kwenye nchi ambayo football watu hawajui. Juzi wewe umeona na biko ni jana tumeona PSG wale mm, -hmm. Finali ya Champions League wamebadilisha wachezaji wao, watu walioingia ni bora kuliko waliotoka mpaka unachanganyikiwa. Sasa hapa nafuu nani? hapa tengeneza timu ya mpira Itengeneze timu ya mpira iwe ya uhakika kufanya kazi yake kwa ubora. Lakini kama unatengeneza timu ya mpira dhaifu, ndio utakuwa na malalamiko. Tumecheza mechi nyingi, mechi nyingi, sasa msajili wachezaji wangapi? walikuwa 11 wao. Hiki kikosi cha Simba ni kama msimamizi wa mirathi abadilishwe hovyo.